Viongozi wetu wa dini watusaidie. Nilikuwa Mwananyamala hospitali hivi karibuni, uongozi ukaniambia, hebu naomba mlifanyie kazi hili jambo nyinyi kama viongozi, na mtajua mnalipelekaje. Wapo watu wengi wanakwenda kwenye maombezi wakiwa ni wagonjwa na wana hali mbaya, na baada ya yale maombezi wengine wanakwenda wanafikishwa hospitali wakiwa kwenye hali ngumu, na wengine wanaaga dunia, na wengine wengi katika wale wanaokwenda pale, wengine wanatoka mikoani. Kwa hiyo sasa hivi pale Kawe kuna baadhi ya nyumba ambayo sasa watu wa afya nao inabidi mkaangalie. Kuna baadhi ya nyumba tulikuwa tunapambana na madanguro sasa kuna baadhi ya watu wameichukua ile nayo kama fursa, sababu kuna watu wanakwenda kwa ajili ya maombezi, hawana uwezo wa kulala kwenye nyumba za kulala wageni, ama watalala kiwanjani, ama wale wenye uwezo kidogo watakwenda kupata hifadhi kwenye hizo nyumba ambazo zimewekwa. Nitakwenda na mimi na mimi, naomba na nyinyi kama viongozi mpite huko mkaone, ili ambalo linazungumzwa lina lisemwalo lipo. Kwa hiyo kuna watu wameamua kuchukua hiyo nayo kama ni fursa, kwa maana wanageuza nyumba zao kuwahifadhi hao wanaokuja kwa ajili ya kufanyiwa maombezi. Na wengine ni watu ambao ukiwatazama walitakiwa wawe waende hospitali wakapate huduma, lakini wanatoka mikoani, wanasafiri wakiwa wamechoka sana, wanakwenda kwenye kuombewa, lakini wakiwa pia katika hali ambayo si sahihi, si haileti afya. Wengine wana magonjwa wakaambukiza, na kadhalika na kadhalika. Sasa baada ya maombezi wanakwenda Mwananyamala, inaonekana maombezi hayawezekani, na hata kurudi walikotoka inakuwa ni ngumu. Inabidi wanakwenda Mwananyamala na kwenye hospitali zetu nyingine, wanahangaika kupata matibabu na wengine wana, wanaaga dunia. Unakuwa sasa ni mzigo mwingine, mtu aliyekuja kuombewa kwa shida pengine kaunganisha nauli, inakuwa ni shida pia ya kumsafirisha yule mtu kumrudisha huko alikotoka, na wengine hata uwezo wa kumudu hayo matibabu wanakuwa hawana, lakini idara zetu za ustawi wa jamii katika hospitali zimekuwa zikipambana ikiwemo hospitali ya Mwananyamala, kuwaombea msamaha ili waweze kupata matibabu. Kwa hiyo nilikuwa naomba kupitia kamati hii mfanye forum nyingine ya kukutana na viongozi wa kidini, mzungumze nao ili pengine tusitumie tu maombezi wakati watu wengine wanateketea, tutafute njia nzuri zaidi wanapokwenda watu ambao wanaonekana hali zao ni ngumu wale watu wawaelekeze waende hospitali. Takwimu haziko wazi, lakini zilizo nyingi ni kwamba tuna vifo vingi sana vinatokea vina, kuna watu wengi sana pia wanaugua mara mbili mara tatu zaidi kwa kuchelewa kupata huduma, kwa sababu wamekwenda kwenye maombezi. Kwa hiyo kamati ya UKIMWI ambayo pia iko kwenye masuala ya kushughulikia mambo ya kijamii, naomba hilo nalo mlifanye walau muweze kutoa elimu, lakini ili mtoe elimu kutaneni na wao viongozi, mzungumze, hawa viongozi wetu wa kidini waone umuhimu wa kuwaambia wenye wa, wa shida waende zaidi hospitali. Ukienda kuombewa, mheshimiwa Urio, ili mambo yako yaende vizuri, inapendeza zaidi kuliko yule ambaye yuko nyakanyaka, ambaye anahitaji huduma ya kisayansi ki. Najua amekuwa kila wakati mkitulea kwenye mapato Mea tupate fedha tufanye mradi ya maendeleo. Tutaendelea kukusanya fedha na fedha kadi zitakapopatikana, na pale kama mtakuwa tayari mmesharudi kwenye zile harakati, tutakuwa tunawapa taarifa kadi tutakavyoenda tutakuwa tunashirikiana ili miradi ile iweze kukamilika na muone na muwe mnaweza kuwapa taarifa wananchi. Tuna imani sisa, tuna shida kwamba mtarudi wote hapo. Wahenga wanasema chema cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Tumefanya kazi katika baraza hili. Ni bahati nzuri, nimekuwa diwani kwa muda mrefu, nimeona wenzangu walivyoishi hapa na namna ambavyo sisi tumeishi hapa. Inawezekana tumeishi kwa taabu, tumeishi kwa shida, lakini tumepeleka raha kwa wananchi katika baraza ambalo limetekeleza miradi mingi kwenye kata zetu. Nataka niwaambie ni baraza hili la Meya Songoro Mnyonge na naibu meya Urio na mkurugenzi Hanifa Suleiman Hamza. Tumefanya kazi kubwa, tumebana, tumedhibiti kila mahala. Lipo ambalo tumelifanya, nimewaeleza wakati nafungua hapa kwamba tumeweka sisi asilimia sabini ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Asilimia 30 ndio inakwenda kwenye recurrent. Tumebana katika matumizi ya kawaida. Tumewekeza katika kutekeleza miradi. Na katika utekelezaji wa miradi, miradi ya mashule, kuanzia shule za awali, shule za msingi, sekondari na hata sasa vyuo vya elimu eh, ya ufundi tunalifikiria hiyo tupo kichuo tiko chuo ambacho tulikichua kwa Korea. Nataka chuo kile kiimarike, iwe ni vocational training yetu, lakini serikali ilishatupa agizo, inataka na yenyewe kila wilaya iwe na na VETA. Tulishaanza mchakato wa kuweka eneo kwa ajili ya fedha za serikali zikipatikana, tuweke VETA sasa ya wilaya yetu ya Kinondoni ili watoto wetu wanaotaka kupata elimu ya ufundi, elimu ya ujasiriamali waweze kwenda huko nina hakika kwa kuwa tumechelewa kwenye baraza hili, lakini baraza lijalo ambalo nina hakika wengi wenu mtakuwepo, tutakwenda kuliwekea hilo mkazo. Lakini tumpongeze Mheshimiwa Rais, ni katika kipindi ambacho ameleta fedha nyingi kwenye wilaya yetu kwenye manispaa yetu kuliko kipindi kingine chochote. Niliwahi kusema hapa, mnyonge mnyongeni haki yake peni Kinondoni leo hii tumemaliza changamoto ya wanafunzi kupata mahala pa kusomea madarasa, na hata mgao kama tunapewa ruzuku za kujenga madarasa ya shule ya msingi, shule za sekondari. Endeni mkapitie takwimu. Taomba tu mchumi, wakati tunakwenda kufunga baraza letu la kuvunja baraza, tupate hizo takwimu tuwaambie tulitoka wapi miaka mitano iliyopita na tumefika wapi? Nakumbuka hapa tulikuwa kila mwaka tukifika Desemba ni vurugu za kujadili wanafunzi wa sekondari wanaingiaje. Leo kuna hilo jambo? Kulikuwa kuna utaratibu hapa wa first na second selection. Afisa elimu, leo lipo hilo? Halipo, halipo. Nani amekuja kuondoa kuua huu mwarobaini? Mpeni maua yake Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza katika historia. Sisi tulikuwa tunajidokoa dokoa hapa, mpaka nikawa nasema inakuwaje kila mwaka ni ajenda za ujenzi wa madarasa, hatufikiri kitu kingine. Leo tunaanza kuondoka kwenye hizo ajenda, tunafikiria kukarabati mashule yetu Tun, eh, tunafikiria kujenga fensi kwa nini? Tulipata madarasa ya kutosha kwa mara ya kwanza, tulipata zaidi ya bilioni tatu zikawa zinaenda kwenye miundo mbinu ya mashule peke yake, fedha ambazo zilikuwa nyingi tofauti na zile ambazo tulikuwa tukitegemea tukizikusanya tukizi sisi wenyewe. Leo watoto wakichaguliwa kuanza sekondari wote wanakwenda kwa mara moja. Hayo ni mafanikio makubwa katika kipindi hiki cha miaka mitano, lakini tumewezeshwa Kinondoni imekuwa moja ya halmashauri za kwanza ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kuwa na mashule za mtindo wa gorofa. Tunajenga shule zetu sasa kwa gorofa. Kuna shule za msingi sasa hivi ukiziangalia, unasema hizi ni shule z za... haistahili kuitwa shule ya msingi, ilistahili kuitwa shule ya sekondari au chuo, chuo. Hayo ni mafanikio. Juzi mmetoka makumbusho kwenye ziara, mekwenda kamati ya, ya, ya fedha hapa na kamati nyingine mmeona namna ambavyo shule ya sekondari ya Makumbusho ilivyokarabatiwa na namna mazingira yalivyotulia, unasema hii shule sasa. Afisa elimu pale Tundi anasema, mheshimiwa meya, tunaanza kuiombea hii shule sasa iingizwe kwenye hadhi ya kuwa shule za daraja la mkoa wa Dar es Salaam, sio tena shule ya sekondari ya kata eh. Imepasishwa shule ile sasa kuwa na kidato cha tano na sita. Sasa tunataka iwe kwenye shule ya hadhi ya nini ya mkoa ambazo hapa ni kina Azania eh, kina Benjamin Mkapa Jangwani eh, Kibasila Tapa, Tambaza. Sasa na sisi tunaomba shule ya makumbusho iingie. Hayo ni mafanikio, sio mafanikio lakini kila unapofanikiwa, nyuma kuna mtu. Sisi tujidai ni kina nani? Sisi tujivune ni kina nani? sisi ni gari inatembea lakini injini yetu ni Dokta Samia Suluhu Hassan, betri yetu inayofanya tu wake ni Dokta Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kila ambapo sisi tumeletewa mradi tunasema tuna milioni mia tano za kujenga shule, lakini milioni hizi mia tano hazitoshi. Rais wetu kupitia ofisi ya rais TAMISEMI wametushika mkono kutuongezea fedha kwamba tulikuwa tujenge madarasa ya msambao, Tunasema sasa tunajenga ghorofa kwa sababu tumeongezewa fedha. Huko ndio kuungwa mkono ambako tumekuwa tukikiulilia siku zote.